Naitwa Luteni Haji Hamisi Haji, ni ofisa katika kitengo cha uokozi na uzamiaji na pia ni msaidizi katika kitengo hicho hicho cha uokozi. Mnamo taarifa, mnamo majira ya saa mbili na nusu za usiku jana, tulipata taarifa ya kwamba kuna mzungu amezama maeneo ya Forozani mchanga, na baada ya kupata taarifa, tukaondoka tukaenda katika eneo husika na tukaona mazingira yale ya usiku, lakini kutokana na kwamba hali ilikuwa sio nzuri, hatukuweza kuzamia na tukawaambia wale wahusika tulowakuta kwamba tutakuja asubuhi. <coughs> Asubuhi tulipofika tumeanza kuzamia na tulichukua muda kidogo, kwa sababu harakati za kuzamia tunakuwa tunazamia, lakini mpaka tuhakikishe wapi tulipofikia, lakini kwa bahati nzuri tumeanza saa moja hadi tukafika saa sita hatukufanikiwa kumwona, na hapo tukapumzika na tukasema tusubirie tuangalie kwa juu, lakini tukafanya survey ya juu pia hatukumwona. Saa tisa tukaondoka kwa kuelekea kiboni kwa kupumzika ndipo tukapata taarifa ya simu kwamba kuna maiti imeonekana maeneo ya Sea Cliff inaelea hapo, ndipo tukafanya safari ya kwenda moja kwa moja mpaka Sea Cliff, na kikaja chombo wenzetu, kama wakaja kutuchukua tukaenda katika eneo husika ambapo kwa hatukupata tabu, kwa sababu tayari kwa tushapata direction na eneo ambalo kwa yupo maiti tukamchukua lakini, ni mbali ya nje ya mea ambapo zinapita meli huko nje kidogo. Kwa hiyo tumemwona tumemwona saa kumi kama dakika ishirini hivi ndio tulivyomuona. Kwa hiyo tumemchukua, tukamleta juu na tukaondoka hapo, tukaenda polisi. Polisi tukaondoka polisi, tumekuja hospitali, tumewapa madaktari, wamemkagua na kumpeleka katika mochari kwa utaratibu mwingine kuendelea.